Tupo kwenye nchi yetu kama wageni waalikwa hivi, natudaidai vitambulisho. Vitambulisho vya nini? Umesikia, sisi wahamiaji? Na kama kuna wahamiaji alama wameingia, jeshi la uhamiaji na kazi gani? Shughuli yake ni ipi? Si bora lifutwe tu wanatunyanyasa tu mabarabarani huko, toa vitambulisho, vitambulisho, vitambulisho, vitambulisho. Kwani tunaodai wanaodai haki ambao tunatoka vijana kuandamana kudai haki Tanzania, tunatoka kuandamana kudai haki, sisi ni Wanyarwanda? Kuna Mnyarwanda au Mburundi anaweza kutoka kuja kudai haki Tanzania? Tunadai haki ni wa Tanzania, mnapotudai vitambulisho vipi? Kama kudai haki imekuwa imekuwa vita, mnatujazia mavifaru barabarani, masilaha ya vita Nimeambiwa vita si tunadai haki, tunadai ya haki. Mapambano yanaendelea. Mmejawa na viburi kwa sababu na Mungu naye amewajaza viburi ili awapige tukio lake. Si tunaamini katika Mungu, amshindani na sisi, mnashindana na Mungu, tunaamini tutashinda, shinda katika haki, Mungu atatusaidia. Natujazia mama vifaru barabarani, natudai mapitambulisho masikia sisi wahamiaji, sisi wa Watanzania. Najua kabisa takribani wananchi wengi hawana vitambulisho vya kupiga kura, alauvya nida kutusumbua, kutusumbuasumbua vitambulisho vya nida. Toa vitambulisho. Usumbue bwana. Kama kudai haki imekuwa ni vita. Tunawashangaa sana.